Tunaingia katika sehemu ya nne na ya mwisho ya historia ya Ukraine pamoja na Urusi na sehemu hii sasa ndio sehemu ambayo kuna chanzo mpaka cha vita ya Urusi na Ukraine ambayo inaendelea sasa hivi. Usisahau kusubscribe katika channel yangu ya Rachel Robin Online TV ili uwe wa kwanza kupata habari zangu kama hivi. Na mimi ni Rachel Robin. Sasa basi, sehemu ya tatu niliongelea juu ya mkataba wa Umoja wa Ulaya waliowapa Ukraine ili wasaini ili wawe na mahusiano na Umoja wa Ulaya ili wasiwe na mahusiano na Warusi. Na Warusi nao wakawapa mkataba kwamba, sainini na sisi mtapata nishati, mafuta na gesi ya kuzungushia uchumi, kitu ambacho Umoja wa Ulaya hawana. Na uchumi unahitaji mafuta na gesi ili uweze kuzunguka, kwa sababu mafuta na gesi ndio wanaozungusha viwanda na vitu mbalimbali. Kwa hiyo wa Ukraine wakagawanyika. Sasa wananchi kuna wananchi wa Ukraine magharibi, ambao hawa siku zote kuanzia zama za kale walikuwa wanachukuliwa wana, wana maeneo yao yanaingizwa katika nchi za Ulaya magharibi. Wao wanapenda kuwa upande wa Ulaya magharibi, kwa hiyo wao wakawa wanataka nchi yao isaini mkataba wa umoja wa Ulaya. Kuna wa Ukraine wa Ulaya amini wa Ukraine wa mashariki, Ukraine mashariki, wale wana asili ya Urusi toka zama za kale, maeneo yao yalikuwa ni ya Warusi, kwa hiyo wao wakawa wanataka nchi yao isaini mkataba na Warusi. Kwa hiyo wananchi nao wakawa wamegawanyika pande mbili. Mwaka elfu mbili na kumi akaingia rais hapo Ukraine ambaye alikuwa anaitwa Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych alikuwa ni kibaraka wa Warusi mtiifu. Kwa hiyo yeye akaamua kusaini mkataba na Warusi na kuacha kusaini mkataba na Umoja wa Ulaya. Kwa maana hiyo, kwa mujibu wa Warusi wanadai kwamba Marekani wakafadhili maandamano, kwa mujibu wa Warusi. Wengine wanadai kukazuka maandamano pale kutoka kwa Waukreni wa Ukraine wa Magharibi, kwa sababu wao walikuwa wanataka kuwa katika umoja wa Ulaya. Yakazuka maandamano, asema tumtaki Viktor Yanukovych. Kwa hiyo maandamano yakazuka na hatimaye gafla Viktor Yanukovych, kwa kuwa alikuwa ni rais, lakini gafla alishangaa kile kipindi cha maandamano mapolisi wameshusha silaha chini wakawaachia waandamanaji wafanye wanavyotaka mapolisi waliposhusha silaha chini kwa hiyo hii ikawa sasa hatari kwa rais hana wakua, wa kumlinda kwa hiyo Viktor Yanukovych ikabidi achukuliwe haraka na warusi na kukimbizwa urusi ili kuokoa maisha yake na siku iliyofuata moja kwa moja Ukraine ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na nne sasa hiyo Ukraine bunge lao waka piga kura ya kukosa imani na rais wakamtoa Viktor Yanukovych, akawa si rais tena. Viktor Yanukovych alivyotolewa kwa kosa la kukataa kusaini mkataba na Umoja wa Ulaya, wale wananchi wa Ukraine magharibi wanaopenda kuwa chini ya Umoja wa Ulaya wakashangilia sana. Wananchi wa Ukraine mashariki, ambao wao wanapenda kuwa chini ya Warusi, wakaanzisha nao maandamano. Kwa nini mmemtoa Viktor Yanukovych? Sisi wananchi wa huku tunampenda na sisi, wananchi wa huku, hatutaki mkataba wa Umoja wa Ulaya. Wakaanzisha maandamano, wakaanza wakaanzisha na vikundi, wakaanza kupigana na serikali yao sasa ya Ukraine. Kwa hiyo leo wananchi wa Ukraine mashariki wakaanza kulalamika, kama mmemtoa Rais Viktor Yanukovych, basi na sisi hatutaki kuwa chini ya Ukraine, tunataka tujitenge, tunataka jimbo letu la Donbas lijitenge, lijitegemee wakaanzisha vikundi vile vikundi wakaviomba wakamuomba msaada rais wa Urusi Vladimir Putin, tusaidie tupigane na Ukraine tujitenge, jimbo letu lijitenge, kwa kuwa wale ni watu wenye asili ya Urusi na yale yalikuwa ni maeneo ya Warusi zamani. Putin akaanza kuwapa msaada, pesa na silaha, hivi ndivyo inavyosemekana. Kwa hiyo wakaanza kupambana na asili yao ya Ukraine. Na hatimaye hiyohiyo mwaka hatimaye hiyo na hatima, elfu mbili na kumi na nne Putin alivyoona kwamba nchi za magharibi zimefanikiwa kusaidia Viktor Yanukovych kutoka madarakani hapo Ukraine. Putin naye akaona akachukue mji wao wa Crimea, ambao ni mji ulio kimkakati sana, endapo nchi za magharibi wakienda kuutumia, umekaa kimkakati sana kuipiga Urusi. Ule ni mji wa Warusi toka miaka elfu moja mia saba walikuwa walipopambana na himaya ya Ottoman ya Waturuki. Kwa hiyo Putin akaingiza majeshi na kuuchukua ule mji, na wananchi wa ule mji asilimia themanini ni wananchi wenye asili ya Urusi. Kwa hiyo walivyoona uh, wanajeshi wameingia pale kuchukua ule mji wote, waliungana na Warusi. Kwa hiyo hata mapolisi wa Ukraine waliishiwa nguvu, kwa hiyo hawakupigana, wakauachia ule mji bila kupigana, kwa sababu wananchi katika ule mji wote wakawa wanataka kuwa chini ya Warusi, asilimia themanini ya wananchi wa pale. Kwa hiyo Crimea ikawa chini ya ikarudi mikononi mwa Mrusi kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na nne. Alafu mrusi akaanza kuwafadhili vile vikundi, vikawa vinapigana na serikali ya Ukraine ili waling'oe lile jimbo lao wawe nje, kwa sababu hawataki wa kuwa chini ya umoja wa Ulaya kama wananchi wa Ukraine magharibi. Kwa hiyo kule Ukraine magharibi akachaguliwa rais ambaye sasa akawa ni kibaraka wa nchi za magharibi, ambaye alikuwa anaitwa Petro Poroshenko, na yule Viktor Yanukovych akawa kaenda Urusi kaenda kuhifadhiwa kule Urusi. Perushon, uh, Petro, Poroshenko akasaini sasa mkataba na Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo Ukraine ikawa mkononi mwa Umoja wa Ulaya, huko ndo washirika wake pamoja na Marekani. kwa hiyo kitu ambacho kikamfanya Mrusi azidi kufadhili vile vikundi vya kule Ukraine mashariki ili vitoe lile jimbo la Donbas ili maeneo yao ya kale yasiwe chini ya Umoja wa Ulaya wala ya umoja wa NATO, na Ukraine ikaanza kuahidiwa sasa itaundwa NATO ili kuzima yale mashambulizi. Mrusi akawambia kubalini hilo jimbo lijitenge, Ukraine wakawa hawataki, ikaenda hivyo. Hatimaye mwaka 2019 Petro Poroshenko akatoka madarakani, akaingia Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine aliyoko sasa. Warusi wakamwambia tukae chini kwenye meza mazungumzo. ili haya machafuko yaishe, mkubali hilo jimbo la Donbas lenye warusi lijimege, lijitegemee, lakini pia msiingie nazo. Zelensky akawa yeye hataki kusikia, inasemekana kwa mujibu wa warusi yeye aka anataka nchi yake iingie NATO na iingie Umoja wa Ulaya, kitu ambacho mrusi akasema, hapo sasa mtakuwa mnahatarisha mipaka yetu, kwa sababu hata Marekani naye hataki nchi za zilizopakana naye ziwe na sisi na sisi hatutaki pia nchi zilizopakana na sisi ziwe na Marekani natuhatarishia mipaka yetu. Wakakaa katika vikao nafikiri kama viwili, hawakuweza kukubaliana, ndio hatimaye mwaka elfu moja mia tisa amini mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Mwishoni Putin akaanza kuandaa jeshi na kuanza kusogeza vifaa vya kijeshi mipakani mwa Ukraine. Waandishi wa habari wakawa wakiuliza, anasema tunafanya mazoezi. Tunafanya mazoezi. Kumbe alikuwa anaandaa sasa kwa ajili ya kuivamia Ukraine. Na hatimaye ilipofika tarehe ishirini na nne mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, Putin akaivamia rasmi Ukraine. Na cha kwanza kabisa ikawa ni kuchukua maeneo yao ya Ukraine Mashariki. Waliowapaga. Ilikuwa rahisi kwa Mrusi kupenya Ukraini Mashariki na kuchukua maeneo haraka haraka, kwa sababu kama nilivyosema, Waukraini Mashariki wenyewe walikuwa wanataka kuwa chini ya Mrusi, hawataki kuwa chini ya Umoja wa Ulaya wala Umoja wa NATO kwa sababu wao asili yao ni Warusi, kama nilivyoambieni ni katika historia yao hawa watu kuanzia mwanzo. Kwa hiyo walipoyaona majeshi ya Urusi yanaingia kwao, ilikuwa ni kama wanakombolewa na wao ndio walikuwa wanawatonya wanajeshi wa Urusi juu ya location za wanajeshi wa Ukraine walipo, ndio maana ikawa inamuia rahisi sana kwa Warusi kuwapiga wanajeshi wa Ukraine. Lakini pia hata katika masuala ya kijasusi, wale wananchi wa kule Ukraine mashariki wakageuka kuwa majasusi wa Mrusi, wakawa wanawapa taarifa za kijasusi Warusi juu ya Ukraine, kwa sababu hawataki kutawaliwa na Ukraine, wanataka kutawaliwa na Warusi kwa sababu ndio ndugu zao wanaongea lugha ya Urusi, wana tamaduni za Warusi, kwa sababu ardhi zile zilikuwa za Warusi kuanzia zamani. Kwa hiyo haya ndo ambayo yakaa yameendelea, na leo hii tunavyoongea, Urusi anazidi kuchukua maeneo hapo Ukraine, na sasa hivi Donald Trump, ili kuokoa, kaamua kuwaweka chini katika meza ya mazungumzo ili hii vita iishe. Marekani, uh, Ukraine ikawa inasaidiwa Rais wa Marekani wa kipindi kile Joe Biden na viongozi wengine wa Ulaya kama uh, aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson wa waziri mkuu wa Italy Mario Draghi na wengine wengi, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, kwa kumwambia Ukraine, pigana, tutakusaidia kwa pesa, mamluki na silaha na tutakusaidia kukomboa maeneo. Lakini kwa bahati mbaya viongozi wote wengi wao wametoka madarakani na sasa Ukraine ikashindwa kusaidiwa kukomboa maeneo, na anaendelea kupigwa na maeneo yake anaendelea kubebwa, na ndio maana sasa inabidi tu akubali kukaa katika meza ya mazungumzo. Hii ndio historia ya Warusi na Ukraine na mpaka sasa walipofikia. Na mimi ndio Rachel Robin, na hii ni Rachel Robin.